Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi 56 mstari wa tatu: wakati ninapoogopa nitakutegemea wewe. Kitabu cha Isaya 41 mstari wa kumi: Usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia. Kitabu cha Mithali tatu mstari wa tano: Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Kitabu cha Zaburi 27 mstari wa kwanza, Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, ni mwogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu, ni mhofu nani? Sasa tuombe. Baba wa mbinguni, nakuja mbele zako kwa utulivu wa moyo, nakushukuru kwa uhai na kwa neema yako inayonilinda kila siku. Ee Bwana, wewe unaijua hali ya maisha yangu. Unaona mambo ninayopitia. Unaona hofu zinazonijia kimya kimya. Lakini leo nachagua kukutegemea wewe. Kwa maana neno lako linasema nikipata hofu nikutegemee wewe. Kwa hiyo Baba, naweka mbele zako hofu zangu zote. Naacha wasiwasi wa kesho, naacha mawazo yanayonilemea. Ninakutegemea wewe Bwana. Najua uko pamoja nami, najua huwezi niacha, najua unanilinda hata nisipoona, hata nisipojua hatua inayofuata. Najua wewe Unaongoza njia yangu. Ee Bwana, nifundishe kukutumainia kwa moyo wangu wote. Nisaidie nisitegemee akili zangu mwenyewe, bali nikutumainie wewe katika kila jambo. Wewe ndiye nuru yangu na giza halitatawala maisha yangu. Wewe ndiye wokovu wangu na hofu haitatawala moyo wangu. Wewe ndiye ngome ya uzima wangu. Ndani yako ninapata usalama. Bwana, nijaze amani yako leo, amani itulizayo moyo wangu, amani iondoayo hofu, amani inayonifanya nipumzike ndani yako, na kukabidhi siku yangu, na kukabidhi mawazo yangu, na kukabidhi maisha yangu yote, na kushukuru kwa sababu wewe ni mwaminifu. Nakushukuru kwa sababu huwezi niacha wala huwezi nisahau. Nakushukuru kwa sababu nipo salama mikononi mwako. Ninaomba kwa jina la Yesu Kristo, amina.